Leo tunakuja kutafuta mechi fitness. Wakiingia kwenye mfumo wa Bigman, watakula mvua ya mawe. wazishanga dodo ya Dodoma jiji yakazidi. Kwa majina, naitwa Hans Simba. Leo ni siku yetu, ni siku ya FA na jambo letu. Japokuwa leo hali ya hewa sio mzuri, lakini hii hali ya hewa kwetu sisi ni bora zaidi, ni, ni dalili njema uonekana asubuhi hmm. hmm madogo kusema kweli timu mimi sijaifuatilia sana. Ila ukiona mpaka imefika watu kumi na sita jue kuna kazi ya kufanya, amepambana. Ame kwa hiyo sisi kama Simba kama timu hatuwezi kuidharau timu. Nani tunamkosa leo? Wachezaji sita leo tunawakosa. Hmm. Lakini Simba haitegemei mchezaji mmoja. Simba ni kikosi kipana. Usimenielewa. Kwa hiyo kosekana kwa wachezaji wa sita na hao wamekosana kwa jiko kwenye timu ya taifa. Na na wawili na hisi injury lakini Simba, Simba sina kikosi kipana, ndio maana tumesajili wachezaji ishirini na nane. Leo ni siku yake leo. Mchezaji ambaye hayupo, wengine washatangulia Moroko. Moroko kwenye timu ya taifa ni Kibdenis Shomari Kapombe, Mamedi Huseni Hamza, alafu Kagoma na, na nani? Mkwala, Mkwala hmm. na na ndio maana nimekwambia, Simba ina kikosi kipana, sisi hatutegemei mchezaji mmoja. Hata tungewakosa wachezaji kumi na moja sisi tuna kikosi kipana, watacheza wengine. Kuna aua, kuna Alisalim, Alisalim yuko kwenye timu ya taifa chana naye, kuna useni Abeli, kuna Manula yupo huku, unamkuta useni kazi akina, akina yule mchezaji ambaye anamkimbia kimbia yule ambaye alama kutane naye yupo. Mimi so, una, una <coughs> sina wasiwasi kwangu, mimi sina pressure, ila mimi nawashauri mashabiki wa Simba waje wasio na pressure. Sisi tuna timu na kikosi kipana, halafu leo hii timu leo watu wengi wataishangaza wakiingia kwenye mfumo wa Bigman watakula mvua ya mawe, usishangae Dodoma jiji yakazidi